No Duane Keffe D Davis ambaye ni mwanachama wa zamani wa genge la Southside Compton Crips kutoka California, Marekani anayetuhumiwa kwa mauaji ya msanii Tupac Shakur ambaye aliuawa kwa kupigwa risasi Septemba 7, 1996, amefunguka kwa mara ya kwanza tangu afikishwe gerezani. Wakati alipokuwa kwenye mahojiano na ABC News, Duane amezungumza kutoka gerezani kwa mara ya kwanza tangu kukamatwa kwake mwaka 2023 na anadai kuwa hana hatia yoyote na anapaswa kuwa nyumbani akifurahia maisha na familia. Nanukuu: ninapaswa kuwa huko nje nikifurahia maisha yangu ni uzeeni katika moja ya mechi za mpira wa miguu au mpira wa kikapu za mjukuu wangu, nikifurahia maisha na watoto wangu. Mimi ni msafi. Sijamuua mtu yeyote. Ninajuta sana kujadili hadharani kifo cha Shakur kwa sababu za kifedha, wamenishikilia tu na hawana ushahidi wowote wa, hawana bunduki, gari, wala ushahidi wowote wa ule unaothibitisha kufanya mauaji hayo, amesema Keffe D, mwisho wa kunukuu. Hata hivyo, waendesha mashtaka wa Nevada wanadai kuwa Davis, alikuwa kiongozi wa kundi lililomuua Shakur huku watuhumiwa huyo akikana mashtaka ambapo wakili wake anajaribu kufuta kesi hiyo akidai kuwa mteja wake hakupaswa kushtakiwa kwani hana hatia yoyote. Kesi yake imepangwa kuanza kusikilizwa Februari 9, 2026. Tupac Shakur alizaliwa Juni 16, 1971, na alifariki Septemba 13, 1996 baada ya kupigwa risasi Septemba 7, 1996 huko Las Vegas, Nevada, nchini Marekani. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na kesi hiyo inayomkabili mtuhumiwa huyo.